Uchaguzi wenu ulikuwa sio rahisi kupatikana kwa sababu karibu wote wana, wana sifa hizo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa niaba ya management ya chuo, kwanza wapongezeni nyie ambao mmepata bahati ya kushikwa mkono lakini kupata zawadi hizo za kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini. Kazi zenu si za kutafuta, zinaonekana kuanzia maafisa wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali, nawapongezeni sana. Nidhamu ya chuo iko vizuri, tuna kundi kubwa la wanafunzi lakini, kutokana na uwajibikaji wenu, ufuatiliaji miongozo mbalimbali inayoshuka mbali na kusimamiwa, tumeendelea kuwa na chuo kikiwa tulivu na tunaendelea kupata mazingira rafiki ya ufundishaji, lakini pia mazingira hayo hayo yanakuwa ni rafiki kwa ufundishwaji. Kwa hiyo nawapongezeni sana. Endeleeni kufanya hivyo kwa sababu tuko hapa kwa madhumuni maalum. Madhumuni maalum tulionayo ni kusimamia kile ambacho mkuu wa Jeshi la Polisi nchini afande Kamilusi Mwangoso Wambura naendelea kukitarajia sisi tukisimamie. Zawadi hizi zinapoendelea kuwaelekezwa kwa wale wachache ni, ni, ni sehemu ya kutafakari kila mmoja kuongeza bidii kuyafanya yale anayokuwa amepangiwa kulingana na almanaka ya chuo chetu. Zawadi hizi tunapeana kama mbio za vijiti. Kwa kuwa wote mnafanya vizuri, basi kila mmoja jitahidi kwamba mwaka huu ishirini ishirini na tano kwenda ishirini na sita basi atakuja na yeye kuja kusimama hapa, pokee kwa niaba ya wenzake. Linawezekana tu kama kila mmoja atajituma na ataendelea na spiriti ya DPA ambayo siku zote tunaelekezana kwamba hasimamiwi mtu, atasimamiwa tu pale ambapo anaanza kukiuka kujisimamia mwenyewe. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi tena, tumemaliza uchaguzi mwaka jana, uchaguzi wa serikali za mitaa, hali ilikuwa shwari karibu nchi nzima na mambo yalienda vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. E, nawakumbusha kwamba zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao utakofanyika mwezi Oktoba mwaka huu linaendelea kwa mkoa wa Dar es Salaam. Pamoja na kuwa na jukumu letu la ulinzi na usalama wapiga kura lakini tunayo haki ya msingi ya kupiga kura. Usiache kura yako ikapotea. Usikubali kuchaguliwa kiongozi, nenda kaweke kura yako pale.